Naam, kwa mara ya kwanza katika kaunti ya Taita Taveta kina mama kutoka jamii ya Somali wamekongamana kwa kile walichokiita umoja na ushirikiano wa kina mama. Aidha wamelaumu viongozi kwa nafasi chache katika kaunti ya Taita Taveta na viongozi kuwatelekeza kila baada ya kupata kura. Kundi hili wako na miradi tofauti tofauti ambayo wanaifanya, ikiwa mojawapo ni kusaidiana katika biashara kupitia mikopo ya kifedha na pia vilevile kusaidiana katika kusomesha watoto. Tumekutana mara ya kwanza kwa wamama wa, wa Kiislamu wa Somali, na tuko maka nyingi hapa hatujawahi kukutana hivi, ni mara ya kwanza. Kwanza tuseme shukurani kwa Mungu na tujipigie makofi. Ni mara ya kwanza. Huwa tunatoanga pesa kwa wale wasiojiweza wafanyia biashara yao, wanaturegeshea tena, tunachanga sisi kwa sisi. Wale hawana, wanataka kama loan hivi, sisi ndo tunawakopesha tena, tunarudisha hivyo hivyo vile ilikuwa, na hatujawahi kupata msaada kwa serikali na mtu yoyote ambayo tumemchagua hapa na siku ya kura tunaona sura tofauti tofauti, na hakuna siku wametukuja hiyo maka yote. Lakini siku ya misho maka tano ikiisha, maka ya nne tano tukiingia, wanakuja tena, kila nyumba, kila mtu akiomba kura, sura tofauti tofauti. Kura mara nyingi, wamama wa ndio wanapiga kiongozi, lakini hawajuangi. Na wamama ndiyo ile sufuria imewakwa moto, ambayo anachamuka, ambayo anasukuma kila kitu kwayo, kiengozi, watu, watu, watu, watu, sahau. Kwa hiyo kiongozi wasitusahau kwa ufupi tunasema watukumbuke. Kama ni kukutembelea, si lazima watuletee kitu ni mzuri, watukumbuke, watutafute. Sisi wa mama hatujafurahia kama leo, wengine hatujaona sura yao. Together I want to acknowledge the strength, resilience, beauty, rich tapestry of cultural, of, of cultures, experiences and perspective that make our community so strong.

Uh, ni ward administrator kutoka county, uh, county government. Kwanza nataka niwapongeze wamama wa mama, hili ni jambo la maana sana, na ni kushikamana, ni kitu kimoja kina nguvu sana, it is power. Mkishikana this is powerful so ni lazima tuwe kitu kimoja, tushikamani, tusongeze ili gurudumu, na it is high time, sahii tuwe tunakubalika kama jamii na tunahitaji pia kusikizwa kama jamii kwanza. Hili ni jambo la maana na ni la, kwa muda mrefu hamkuwa mnajitokeza, na sahi mmeanza kujitokeza, na ni muhimu sana pia na serikali ianze kuwatambua kuwa mupo, na ninyi wapiga kura kama wengine, na mnahitaji huduma kama wengine. Hapa hakuna Msomali, hakuna mkabila tofauti, kila kabila iko hapa Taveti na hili ndio la maana la kushikamana kama watu wa moja, na hii ni la muhimu sana pia. Nina masikitiko sana kwa kuwa viongozi wetu wakitutembelea huwa tuwapatie ahadi za uongo, lakini sisi tukiwaalika, naona kidogo hatujafurahia walivyotufanyia, lakini pia iko siku tutafanya, pe, tutafanya tena sherehe nyingine, lakini yote, yote tisa pia hivi sisi hapa wamama ambao tuko hapa, kuna wengi ambao hawajiwezi, kuna wengine ambao wana mahitaji ndogondogo, kuna ambao ni wajane, kuna ambao hawajiwezi. Lakini tunashangaza, hakuna kiongozi hata mmoja anatutembelea sisi jamii kama sisi Waislamu kama Somali. Tunahitaji kuwaona kama ni vifo, tuko nao, lakini kuna siku moja tumetembelewa, kama tuambiwe kwamba hii jamii wamefiwa, tupatiwe hata pole. Si lazima mtu akupatie pesa, kupatia na pole pe ni kitu muhimu sana. Kama ni kupatiwa mahema, hatujaipatiwa kama viti, kuanzia, jamii, hasante, kwa kwa ni viti hatujaipata. Hakuna kitu chochote ambacho kiongozi kuanzia mpaka hakuna, tunashangaa. Wanatembelea kila mahali lakini kupiga kura wanatutembelea usiku na mchana, tunawakubalia tukiwapigia asubuhi na asubu mapema, lakini tunashangaa wao kutuambia jamii hawa wanaishi Taveta ama wanaishi Taita Taveta, wako wapi? Sisi ni watu ambao tumezaliwa hapa, tumezaa watoto hapo, watoto wetu wamesoma mpaka kazi hawana, sijui wataenda wapi. Kama hao ndio viongozi tumewachagua, mbona wametusahau kwamba sisi pia tuna vizazi hapa ndani, vizazi wetu, watoto wetu wako hapa, wamemaliza shule lakini hawana kazi, wanahangaika hapo na hapo. Askari wanaandikwa usiku na mchana, hakuna moja aliandikwa. Tuambie kijana gani ashaandikwa, hata askari hata moja hatujaipata hata mwanafunzi hata mmoja aliyemaliza akapata hata askari hata mmoja aliandikiwa. Kwa hivyo tunaomba viongozi watuone sisi, sahihi si wale wa mama kitambo, hatuhitaji hata ndurude, lakini tunahitaji watuone sisi. kama ni vifo tunao, kama ni harusi watu tembelee vile wanavyotembelea wenzetu, sio wao ambao wanatembelea wanapatiwa vitu. Kwani sisi hatuhitaji chochote. Kwa hivyo yangu ni machache hayo, watukumbuke usiku na wanavyotukumbuka sisi. Ni vizuri mtu akishikwa ahadi, ahadi ni deni, tuko na deni na wao pia. Kwa hivyo watutoe shukrani. Tunafurahia pia madada mwajiri zetu watoto wetu ambao wamesoma ma ma university, ma colleges, maima wako kwa manyumba. Ile ahadi mlituchukulia wakati wa campaign mwaka hii tano hamja tutekelezea. Lakini nashukuru nasikia kuna board admin moja alipeanwa huko. Na tunataka upande wote wataitataveta isaidike sio ati mtoto mtu mmoja tu anapewa kwa watu elfu kadhaa kama ni governor, kama ni MP, kama ni nini, sote tunawapigia kura lakini ahadi ichukuliwe, itekelezwe na isaidiwe watoto wetu, hata kama ni kwa kaunti, hata kama ni ofisi ya gavana. Hatuwezi kosa mtoto mmoja wa Kisomali. Hiyo ndio jambo lingine okay. Lakini mwisho, ni vizuri mwite hawa viongozi, mkae na wao, mwaeleze matakwa yenu, unaelewana, kama kina mama. Tena mimi nimefurahi sana kama kina mama wa jamii ya Kisomali, jamii ya Kiislamu, kama wanaweza wakakaa mahali moja hivi <coughs>

Sisi hatuna mengi, tumekuja hapa na machache na tumetumwa hapa na Mheshimiwa mbunge wetu, si mnamjua Bile? Mnamjua mbunge wa nguvu kabisa hapa duniani. Watu salamu ya Bile, salamu ya Bile niatuta tukipigania umoja wa jamii yetu, tusigawanyike. Hata viongozi wanatuona tuko desperate lakini tukiwa na umoja upande wote, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atatuwezesha. Hiyo ndio jambo, kila mmoja aende akaombe Mwenyezi Mungu atufanye tuwe kitu kimoja, turudishe roho zetu nyuma. Sisi ni waja binadamu, pua zetu zaelekea chini. Leo tuko duniani, kesho hatuko. Lakini tukileta kiburi, kila mmoja anajua kuliko mwingine, haitawahi kutusaidia. So ile umoja ndio muhimu <mulia>